Ukiitaja misimu migumu kwa klabu ya Azamu ambayo wamewahi kukutana nayo, basi msimu huu wa 2024 2025 unaweza kuwa moja ya msimu mgumu zaidi kwa klabu ya Azam. Katika msimu huu, Azam wamepoteza karibu kila mashindano yalioshiriki. Picha lilianza Agasti 11, 2024 pale katika uwanja Mkapa, Azam Football Club anaikosa Ngao ya Jamii baada ya kichapo cha goli nne kwa moja katika mchezo wa fainali ya ngao ya jamii dhidi ya Young Africans. katika mwezi huo huo tarehe 24/2024 Azam Football Club wakiwa wa mjini Kigali katika hatua za awali kabisa wanayaga mashindano ya klabu bingwa barani Afrika CAF Champions League. baada ya kuchezea kichapo cha goli mbili kwa sifuri dhidi ya APR Aggregate ikisoma mbili kwa moja. Machi 2025 Azam Football Club kwenye hatua ya 32 bora ya michuano ya kombe ya CRDB Federation Cup wanayaga mashindano baada ya kichapo cha penalty 4 kwa mbili dhidi ya Mbeya City katika dimba la Azam Complex Chamazi, baada ya kutoa sare ya goli moja kwa moja katika dakika 90. Jumanne, Aprili 28, 2024 Azam Football Club katika hatua ya nusu fainali ya Kombe la Muungano wanafungishwa vilago na vijana wa Kizanzibari JKU Sports Club kwa kichapo cha magoli mawili kwa moja. Azam Football Club tayari wameshapoteza ubingwa wa ligi kuu ya Tanzania bara mpaka sasa, kwa sababu mpaka sasa Yanga yuko kileleni mwa msimamo wa ligi kuu ya Tanzania bara na alama 70 huku Azam Football Club wakiwa na alama 57 wakiwa wamebakisha michezo mitatu pekee kumaliza ligi kwa hiyo hata wakishinda mechi zote tatu bado hataweza kumfikia Young Africans. Matumaini pekee yaliyobaki labda ni kumaliza katika nafasi ya tatu kwenye msimamo wa ligi kuu ya Tanzania bara, sehemu ambayo bado ni ngumu kwao maana inabidi wamwombee Simba dua mbaya, dua ya kupoteza viporo, kitu ambacho siyo rahisi kwa Simba. Azam Football Club, kikombe pekee walichofanikiwa kushinda msimu huu ni kombe la Top Life, la huko Kigali Rwanda. Azam Football Club alishinda baada ya kucheza na Rayon Sport katika mechi maalumu ya siku yao Rayon Sports Day, ambapo Azam Football Club alifanikiwa kushinda bao moja kwa sifuri. Kwa hiyo itoshe kusema Azam Football Club, tukutane mwakani. Supa 12 ya Dino Television. Endelea kutufollow like, kwa taarifa nyingi zaidi za kimichezo.